Ujambo popote pale ulipo na karibu kwenye pita pita za kwangu. Mi hapa ni VMM ukipenda Victor Mado Mandala. Na hilo basi likafika katika maeneo kadha wa kadha, niruhusu nikujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo iliweza kufika, na nianzie katika eneo la kule eh, ambapo basi naanzia eneo la wapi? Eneo la check eh, inaitwa Chesikaki, chesikaki kwa kule Mount Elgon ambapo basi nilianzia kule. Karibu tena zaidi, ni wapo wanajiunga nasi for the first time, make sure number one ume subscribe chini ya video hii, kuna neno tu subscribe, click hiyo neno subscribe pale chini ya video hii, copy the link and share hapo juu, alafu ukisha click neno subscribe, in case wambia sign in, sign in na jimeil account yako, click notification bell, alafu copy the link hapo juu and share, nweke comment yako, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo kisha kwamba ume subscribe pale, usiachwe nyuma, ni VMM, ukipenda Victor Mandala kwenye pita pita za kwangu. Naam, eneo ambalo nilianzia pale eneo la Mount Elgon eh, kuna eh, waumini wa kiume waliompelekea mchungaji wao pikipiki kama zawadi, waliomba msamaha baada ya pikipiki hiyo kuchukuliwa ikidaiwa kuwa ya mkopo. Yaani jamaa walienda akachukua pikipiki, sijui, walikuwa wamekopa pikipiki yao. Lakini wakafika mahali wakashindwa kulipa, na waliposhindwa kulipa, I think walifikiria kwamba tukishindwa kulipa unajua, pasta ni mtu ana mafuta ni mtu akona mafuta, hivyo tukimpatia awezi pokonywa pasta. Pasta e, anyway, akiwa wewe nafikiria labda lakini nafikira maybe hawakusudia iwe hivyo, lakini ilishafanyika, inamwaibisha mchungaji, si tabia njema. Anyway, maybe it was out of, out of good heart. Uh, lakini ikashindikana, ama si wangemnunulia tu basi pikipiki anyway Nikitoka kule basi nikavuka moja kwa moja mpaka eneo la Narok mjini. Baada ya kutoka kule, nikaenda Narok mjini. Narok, eh, kuna mwanadada mmoja wa hapa, alikosolewa na wenzake kwa kufunga safari kuandamana na mmewe katika ziara ya kikazi, kumchunga asihanye. Amefika yani, mahali, eh? Mahali mm -mm, ameacha boma aende kwamba muda mrefu sijaona mme wangu ametoka, naenda safari za kikazi. Kwa hivyo aliposikia safari ya kikazi, mama yake kamwambia, hapa kuna maneno. Kwa hivyo, akamuacha ni safiri naye. Anasema, nimesikia watu wengi wanasema ameenda safari, kumbe ameenda the next door na kamtu. Kwa hivyo mama ameamua kwenda na mzee wake ili mzee asihanye. Nikuambie hivi, mtu mzima na mieno thelathini na mbili kwa mdomo unaweza ukamchunga ndio sianye? Akitaka kuanya tahanya tu. Lakini mwanaume, ni reason ipi umempa mke wako mpaka ana uoga to next end, inabidi asafiri nawe? Mtu si uwe tu mwamini hii mwanamke wako ama mwanaume wako, akikuona kwamba anakuamini uh, hmm, itakuwa vema, anyway nashindwa sasa. Alipoenda naye DJ alifaulu kwa kila alikuwa anaenda kufanya. Naam, nikitoka kule basi, nikavuka mpaka Yatta Machakos. Yatta Machakos, mwanadada mmoja wa hapa uh, alishangaza watu alipotishia kumfukuza mke mwenza, akimlaumu kwa kuleta kisirani eh, kwa kufichua siri za boma, naam huyu ni mke ambaye alikuwa ameolewa, mume wake akafika mali akaleta akawa mke wa pili. Mama hakuwa na shida wala upingamizi, lakini kitu ambacho mama amekasirika ni kwamba anasema, huyu mke wa pili sins akuje ameleta mkosi ajabu, namba ni mkosi ni mikosi baada ya mikosi. Kwa hiyo kwa hiyo mfamilia namba mbili anasema kwamba huyu mke wa pili amekuja anatoa siri za familia kule nje kwa watu ambao wengine ni maadui zao. Kwa hivyo akasema, pana huyu nitafukuza sasa. Yaani, nataka kufukuza mke mke wa mume wako? <laughs> kwa hivyo anasema tafukuza, kisa na maana amekuwa nuksi na kisirani na kutomboa siri za familia. Hey, aya, okay. maybe hakuambiwa Terms and conditions za boma sijui haya. Nikitoka basi, nikavuka mpaka eneo la Ngelani, Ngelani Mayakos, nam kule. Ngelani de mmoja wa hapa alitemwa na mumewe kwa kumdhalilisha na kumdharau mbele ya wageni. Kulingana na kulingana na mdako wetu ni kwamba mme wa mama huyo aliwaalika marafiki waliokuwa wakisoma pamoja ili wajadiliane jinsi ya kufaana maishani. Nadaiwa kwamba wakati marafiki hao walipofika, walipokuwa wakienda ku, eh, kupiga gumzo, mke wa jamaa huyo alijitoma ndani na kuanza kumzomea akidai alikuwa amefeli katika majukumu yake mumewe. alija, al, amejali, ame, eh, mumewe alijawa hasira na baada ya wageni kuondoka alimwamuru mwanadada huyo afunganye virago yaani, unafika mahali unakuja ndio mme wako anaweza kuwa na makosa, tuseme kwamba maybe he is not, tunajua kwamba he is not perfect, lakini umgombanishe mbele ya wageni, umgombanishe mbele ya watu, surely. Kwa hivyo alimgombanisha mme wako akasirika, and let me tell you, mwanaume anaweza akabeba aibu from anywhere. Umdharau, mwambie chenye unataka kumwambia, lakini umdharau mbele ya, ya, marafiki zake, na to add on that, umdharau mbele hata familia yake, that is even worse. Kwa hivyo ulienda kumdhalilisha, kumdhali, kwa nini? nakwambia wageni walipotoka, alimwambia tu, wafuate funganya virago, enda na hao wageni. Na hivyo ndio ndo iliisha, hivyo tu shuali. Haya, niruhusu nimalizie katika eneo la Gelegele kule Sotik. Watu wa Sotik mpo Gelegele Sotik? jaribio la demu moja kununua shamba bila kumwarifu mumewe liligonga mwamba. Babake alipomkosoa vikali na kufichua mpango huo kwa mumewe. Kulingana na habari ni kwamba kipusa huyo alipata donge nono kutoka kwa chama uh, chama cha kinamama na, na akaelekea kwao na kuwekeza kwa kununua kipande cha ardhi, lakini babake mzazi akashindwa. Mme wako mmekuwa mkiishi poa, hata hizi pesa ambazo anataka kutoa zingine za, za, za mwezi yeye ndio kupatia za kila mwezi, alafu ndio umepata donge nono wat, utaki ajue nataka kununua shamba. Kwani uko na nia gani? Alafu ameenda kwa kina kwao kule alikozaliwa, ameenda kwao ndio ananua shamba. Surely who does that? Tabia gani hii? Kwa hivyo baba mke akaangalia, akaona msichana wangu anapotea, akaenda kwa kijana, akalipua siri, akamwambia eh, binti yangu anataka kununua shamba huku. Mzee akalipua siri, so swali najiuliza, mzee alifanya vizuri ama alikosea? Na je, wakisharudi nyumbani, mzee amegundua kwamba mama alikuwa anataka kuficha, anunue kule, anunua kwao, uhusiano wao utaendeleaje? Haya, sijui sijui kama mzee amesaidia ama ameharibu zaidi. Semezana nami pale chini ya video hii, tunapozidi pamoja. Lakini kama baba, nawe pia utaona tu mtu wako akifanya mpango kama hiyo. Niwache fikiria, angalikuwa ni mke wako, mama yao, ingekuwaje? Haya, tafakari zaidi. Hapa ni mkipenda, Victor Mandala kwenye pita pita za kwangu wakati huu. God bless you. Na usi subscribe Chini ya video hii kuna yako pale na Mungu, yako pale na Mungu. Bye.